Uhali gani mtazamaji wetu, taarifa tuliyoipata ya awali ikitoka kwa George Salumu ikisema, nimefika Mahakama ya Kisutu, kesi ya mheshimiwa mwenyekiti Tundu Lissu hataletwa mahakamani, badala yake kesi hii imeamriwa isikilizwe kwa njia ya mtandao. Amesema hivyo George Salom. Mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam inayoketi Kisutu, shauri la jinai namba 202504102000008606 Jamhuri dhidi ya Tundu Antipace Lissu mbele ya mheshimiwa Geofrey Mhini, hakimu mkazi mwandamizi. Au kasema kwamba ameandika kuwa tafadhali, tumia kiungo linki kifuatacho ambacho kipo hapo kwenye description nimeiweka kuendelea kwe, na shauri kwa njia ya mtandao. Shauri limepangwa kwa usikilizaji wa awali leo tarehe 24 mwezi wa 4 2025 saa 3 asubuhi. Kwa hiyo uh, kesi hiyo uh, awali imetajwa kwamba itasikilizwa kwa njia ya mtandao ambayo linki nimekuwekea kwenye description hapo, mtazamaji wetu. Update hizi zimetoka hivi sasa kutoka kwa George Salumu ambazo akisema hali ni ngumu mheshimiwa Tundu oh, Lisu amekataa kushiriki kesi kwa njia ya mtandao. Kwa msingi wa kisheria, kwa mujibu wa sheria namba 19 ya mwaka 1992 kifungu cha 1921, mtuhumiwa anapaswa kusomewa hoja za awali kwa njia ya wazi public, mbele ya mahakama akiwa mwenyewe au kupitia wakili wake. Kwa hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao ni kinyume na utaratibu wa wazi wa haki ya mtuhumiwa kama inavyotakiwa na sheria. Aidha, wakili wa serikali ameomba kesi iahirishwe kwa mwezi mmoja. Ni muhimu kuzingatia kwamba haki za mtuhumiwa hazipaswi kuvunjwa kwa urahisi kwa kisingizio cha teknolojia. Haki ni msingi na ni ya umma.